Hello everybody, kwa mara nyingine tena tupo Zanzibar kama mnavyoona mazingira, lakini tupo na mtu wetu huyu hapa, Mr. Omar eh, bwana Omar, mambo vipi? Kwanza fresh au vipi bwana Omari? Hapa tuko Zanzibar, tumekuja kutembelea huku yeah, kama tunavyojua, na tumeweza kukutana na wewe. Vipi, tunataka uweze kutupa maelezo ya yeah, jinsi gani mnavyoishi Zanzibar, ya yeah, raia wa huku, wananchi kwa ujumla na maendeleo ya huku, hebu, hebu, hebu tupe dondoo za aina yoyote. Yeah, okay. Asante kwa kunipa maelezo machache ya kuhusiana na kujua ili eneo au hii Stone Town ilivyo mtaa. Hapa ni Stone Town yenyewe wanaita ni eneo tu katika eneo la Shangani. He , katika eneo hili la Shangani kuna hoteli mbalimbali mbali, ikiwamo kuna hoteli ya five star hapa Hyatt, tunaiona pale jirani yetu, tuna wanamwita Serena Hotel, ee alafu, huu ni mjengo wa zamani ambao ulikuwa ukiitwa mambo msije. Hapa ni garden ambayo watu wanakuja kutulia kwa ajili ya kupungua upepo. Kuna mandhari nzuri, kuna hali ya hewa nzuri umeona, kuna na vitu mbalimbali, na karibu yetu hapo chini tu kuna bichi ambayo tunaita bichi ya Serena eh. Ndiyo, ndiyo kabisa. Ndiyo. Inaitwa Serena Beach. Serena Beach. Jamani kama mnavyosikia maeneo kwa kweli ni mazuri na sehemu inavutia na watalii wanazidi kuja yeah. Na Mr. Omar yupo na anazidi kuwapokea watalii na kuwapa sapoti na maelekezo zaidi kadha wa kadha kama alivyoweza kutuelekeza na sisi kwa siku ya leo. Asante, asanteni sana jamani, upendo wa watazamaji Ndo hivyo, hapa ndo Zanzibar. Bye bye, karibuni sana.